Sisi sote tunatoka kwenye maumivu ya uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao ulipoteza sifa ya kuitwa uchaguzi. Ni uhuni, ujambazi na uchafuzi unaoonyesha hali mbaya ya chama cha mapinduzi. Sasa leo tunakuja kueleza yale ambayo baada ya kufanya tathmini halmashauri kuu iliyafanyia maamuzi na wajibu huo amepewa mwenyekiti wa chama, na tunaamini ataufanya katika namna iliyokuwa bora. Hapa atapata nafasi ya kutosha. Mimi nifanye nizungumze mambo mawili kwa nafasi yangu kama makamu mwenyekiti na mkuu wa shughuli za kisiasa upande wa jamhuri, katika jamhuri ya muungano wa Tanzania, upande wa Tanganyika